Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpendwa msikilizaji, mfahamu mganga hodari wa kienyeji Daktari Kiyunga ambaye anatatua matatizo mbalimbali mbali. Endapo unahangaika usife moyo, maana Daktari Kiyunga anatatua matatizo ambayo unayapitia kwa sasa, liwe ni tatizo la mapenzi, biashara, nguvu za kiume. Kesi kotini, ugomvi wa mashamba, kuondoa nuksi na mikosi, kushika majini. Hayo yote ni matatizo ambayo daktari Kiyunga anayatatua. Wasiliana na daktari Kiyunga kupitia nambari ya simu Plus 254 723 000 472 ili aweze kukutatulia matatizo ambayo yanakusumbua, maana huenda pia wewe ni miongoni mwa wale wamehangaika na kuteseka kwa muda mrefu wakitafuta tiba bora ya kienyeji bila mafanikio. Daktari Kiyunga yupo hapa kwa ajili ya kutatua tatizo hilo, uwe Afrika ya mashariki au popote ulipo duniani. Daktari Kiyunga atakupa ushauri na maelekezo yanayofaa. Pia unaweza kumtembelea kwenye afisi zake moja kwa moja. Pia kuhusiana na mawasiliano, ni kupitia WhatsApp au simu ya moja kwa moja kupitia nambari plus 254 723 000 472.